E, bwana, baada ya Diamond Plan kusema kwamba yeye kwanza kabisa hategemei pesa yoyote ile kutoka kwa msanii ambaye amemsaini, lakini pia vile vile akajazia kwa kusema kwamba baadhi wasanii ya wasanii ambao wametoka katika record label yake ameamua kuwa bless mpaka na pesa zaidi kwa ajili ya mtaji kama vile amezungumza kwamba Lava Lava anavyotoka pale Wasafi, basi ameamua kumuongezea na kiasi cha fedha vile vile ili mradi tu kwamba huko anapoenda bwana mambo yawe mema. Ni kwamba Lavalava lava yuko tayari kabisa kuanzisha maisha mapya nje ya record label hiyo ya Wasafi maana ameshaondoa posti zake zote katika kurasa wake huo wa Instagram. Na ikumbukwe kwamba mapema, eh, siku ya jana ni kwamba CEO wa record label ya WCB Diamond aliongea na waandishi wa habari na akathibitisha kwamba kumwachia huru bila kumlipisha fedha yoyote na kumpa pesa kwa ajili ya kianzio itakayomsupport akiwa nje ya record label hiyo ya Wasafi. So hayo ndio maamuzi ya Diamond kuhusiana na Lavalava lakini pia akaongezea kusema kwamba yeye, ukiona msanii ameondoka katika record label yake uju, afu akamlipisha fedha, ujue kabisa kwamba alimvunjia adabu the same. Eh, kuna wasanii wengine tumeona wametoka pale na hawajalipishwa fedha kama vile Mboso na Lava Lava lava. Mboso naye pia ndo alitangulia kutoka eh, mwaka huu yeye hajalipishwa hata sumni. Kwa hiyo hii na ikawekwa wazi kwamba sababu ya, ya kutokea hivyo ni kwamba Mbosso bwana, yeye ameishi vizuri, amekuwa na nidhamu, kwa hiyo wameamua tu wamwachie bila kumlipisha hata hamsini. Lakini kwa upande wa Harmonize bwana, mambo yalikuwa tofauti. Tunakumbuka kwamba alilipishwa takriban milioni mia sita lakini pia kwa upande wa Rayvanny naye amelipishwa zaidi ya bilioni, kwa mujibu ya yeye mwenyewe Rayvanny alivyozungumza mara tu baada ya kujitoa katika record label hiyo. Sasa basi, baada ya Diamond kusema kwamba ukiona msanii ameondoka katika record label hiyo ya ya Wasafi alafu amelipishwa ujue kabisa kwamba alimkosea adabu kwa, kuna watu wamehisi kwamba labda hicho ni kijembe tena kwenda kwa Harmonize. Na hata hapa kuna baadhi ya page wamesema kwamba, bwana, kwa hiki kitu ambacho alichokizungumza Diamond, subirini, lazima kuna mtu atajibu. Watu wakiwa wanatarajia kwamba Harmonize konde boy atajibu. Je, ukiwa kama mdau, kitendo cha Diamond kusema kwamba kutoka kwa msanii pale Wasafi alafu akalipishwa ujue kabisa kwamba amelipishwa kwa sababu alimkosea adabu, ina maana kwamba alikuwa anamzungumzia Harmonize kwamba alimkosea adabu au la? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.